Nikeba na kĩthikĩrwo kĩrĩa kiumĩrĩte mũcionejwo mao ĩngĩ besoud nabũũu ninyuma mũkwiti ũrĩani mwekũrũ wa ũkũrũ bwa mĩaka mĩrongo ĩtano ũrĩa ũkũrĩkanĩa kakirĩtarĩ cawa kũtirimwa akuĩrĩte barabara na mũgarũ na Family Bank yaani amutangi mindo biakanyua mantũũũ ia kũjĩĩrĩtwe ni ospidi mũciono mao wa Eliakim Sirigichi kweli kwamba kwa mkia leo azubui eh zambili na nosivi tulipata habari kwamba kuna maiti ya mama mmoja ambaye ilionekana kwa kibanda cha ja kushonea viatu karibu na Family Bank, na wakati nilipata hiyo habari nikaweza kutuma maofisa waende pale waanze upelelezi, na kweli walipofika walipata mwili ya mama wa umri hamsini hivi ikiwa amelala kwenye kibanda cha ja kushonea viatu, opposite a Family Bank na kuangalia kwa ukaribu, wakapata kwamba huyu mama marehemu alikuwa na jeraha la kukatwa na kisu kwenye mdomo, na tukaweza kufanya upelelezi, tumepata mashahidi ile hali ya huyu mama vile nakwanga, na ni kwamba huyu mama hana kwake, ni mama anaishi kurandaranda kwa hii mtaa ya Maua lakini ni mama asumbui, so kwa hivyo ikawa akapatana na mauti yake, na mwili yake tumeweza kuipeleka kwenye Nyambene mojari amali itafanyiwa upasuaji huyu mama eh, kwa majina inajulikana jina moja la mkohiti naria ospidi auyite worogani dengmbes batuka si huntuugitebaketnbeekubaunnigutigira bara babh mtabubakwkm mauaji hapa Maua atujku mauaji yote tumeweza kuichunguza na karibu 99% tumeweza kufaulu. Tumeshika wenye walihusika kwa kuua. Hata hii hatuwezi kupumzika, tutahakikisha kwamba uchunguzi wetu tumeifanya na kuikamilisha

ndio waweze kutufikia sisi, ndio tuweze kushirikiana pamoja, hata kupanga mambo ya postmortem. Kiri potra Baite TV demo sino mwandenege pesa o bita penzi penzila